Najisomea? Wote wawili. Nimekuwa mnasoma ndani. Sasa so, nisubiri. Naona, oh, nisubiri. Nasoma eh? Uko ndani imekuaje? Kitandani pale labda nikunyoshie Kiswahili. Ulikuwa unasomea kitandani kwangu? Nakuuliza hicho kitanda kimekuaje? Kime, kime vile kime, nimeacha ni asubuhi. Tofauti kabisa. Kimekuaje kile kitanda? Unajua? si ndio? Na kuuliza kitandani pale pamekuaje? Tumeanza kucheziana, si ndio? Mama. Huyu binti nilikwambia. Nilikukatalia nini kuhusu binti? Mm-hmm. Hivyo una masikio? Una masikio nakuuliza. Tumeanza kucheziana wewe sio unakuuliza? Mm-hmm. Eh? Tumeanza kucheziana. Kwa nini? Kwa nini sumbua? Kwa hiyo mtoto gani wewe? Eh, wewe umekuaje? Soma. Unaenda kusoma. Nilikukatalia nini niliku nyumbani mwangu? Sikutaki uingie ndani mwangu kwa sababu kuharibu mwanangu. Unataka nini? Sogea. Sogea. Unataka nini, nini na kuhusu nilikwambia nini kuhusu mwanangu, sikutaki na mwanangu mtoto gani imetoka nchi gani? Jamani hivi e, kwani wewe mtoto mamako ni yupi eti? Koma kabisa kuingia ndani mwangu nione kwanza, pumbavu mkubwa wewe, taka taka wa mbwa wewe, shut up. Nimekuita mwanangu, saa ni moja mwanangu, tabia zako sio nzuri mtaa mzima unakushangaa, na taarifa nimepata, na kuna mfungia ndani, anaumwa yapata mwezi. Sijajua kwa nini unanidharau kiasi hicho, sijajua ameniweka sehemu gani au ya sijakuzani. Mama, kuhusu kuumwa kwa wangu, ni kweli anaumwa, lakini hakumzuii kutoka nje, na hilo jambo la kuhusu mimi kuto kulala ndani mimi Mama, sio kila sio kila mtu anakupenda, umenielewa hmm? watu wote walio ni mamangu, sio kwamba wote wananipenda, umenielewa mamangu. Ila mimi sina neno, kwa kuwa umenifikishia taarifa. Wewe ni mzazi, una haki ya kunielekeza pale ninapokosea. Mimi sina neno mamangu, nashukuru kwa kunifikishia taarifa. Sijapenda hizo tabia, badilika haraka na sana. Nashukuru nashukuru mamangu

Mama, ila matumizi ya hapa mimi wae indi mama. Mungu akubariki mwanangu, eh, kuoga hivyo mwanangu. Mtaalamu. Nimekuja Mtaalamu. Mm-hmm. Nina shida mara moja. Shida gani? Mtaalamu. Kama unavyoniona hivi Nilala usiku asubuhi nimeamka na hali kama hii hapa. Mtaalam, nahitaji msaada wako. Sisi naweza kukusaidia tatizo kama hilo? Mtaalam, najua una uwezo huo, naomba nisaidie. Siwezi kukusaidia. Ukitaka nikusaidie, labda useme ukweli wa kila kitu kwa sababu mtu yote weza kukufanyia kitu kama hicho kama hujamkosea. Naomba nikwambie tu ukweli. mm -hmm. Mtaalamu, mimi nimetembea na mkeo. Unakumbuka nilikufata nikawa namuulizia mke wangu, kanaambia kwamba hujamuona na hujui aliko. Umetembea naye kivipi? Mtaalamu, nilikufata siku ukasema hujamuona mke wangu. Sasa wewe ondoka. Mtaalamu, toka, naomba nisaidie. Mimi ni binadamu, mtaalamu. Toka. Nishakwambia uondoke kama ulivyokuja ndiyo uondoke hivyo hivyo mtaalamu, usije kitu ambacho umefanyiwa saa hivi kikawa mara mbili yake. Kwa hiyo nakuomba uondoke, toka, nishakwambia uondoke hapa naomba mume wangu msamehe, najua wangu, ni wewe uliyofanya haya. Naomba msamehe mume wangu. Nimsamehe kwa yapi? Siwezi nikamsamehe. Amesikia, amesema ametembea na wewe, ni kweli? Hicho kitu amekifanya mume wangu, mimi najua ni wewe ndio uliyofanya. Anasema ametembea na wewe, ni kweli umetembea naye? mimi najua, unajua ndio maana umemfanyia hivyo. Mume wangu, mimi nakupenda tu wewe. Mume wangu, nakupenda tu wewe tu, msamee mimi sitorudia tena. Mume wangu, kwa kuwa tu ni binadamu na nina moyo wa huruma pia. Najua unaofahamu mtangadasi kachume, mtwangie umwambia awo, nakunywa asubuhi, mchana na jioni. Aya, ondoka, asante mume wangu, toka Kabla hujazama mazima, wenye penzi pima, mana kutoswa lazima. Mesikia ma watale neski. Simami wangu pole, lakini nimekuletea dawa hii, hata nkachemsha takuna asubuhi, mchana na jioni, sawa? E bwana b bo, Bongo kuna mambo ya ajabu sana ah, kuna mambo ya kutisha sana yaani. Bongo kuna vitu vingi vingiwa mamtu vipi? Sambo unaondoka mamtu sasa mimi nibaki hapo apo kufanya nini, mamtoi, au sio? Rudi mm. Basi mamtu tujue game unaishaje? Mbona kama unakuwa umepema hivyo, kama dakika arobaini na tano zinakushinda, dakika tisini utaweza mamtu? Hizo zalau, sasa we niache mimi uh. Kuchoshana tu hapa ah. Hizo zalau mamtu. Zalau kitu gani? Kani uongo eh? Kani uongo Toka juzi nakuomba hela ya kusikia hujanzingatia mpaka leo, lakini nakuja hapo unanichosha tu. Njoo basi tujue hela. Mimi nenda ka kusaidia wenzi. Nunda, vipi wewe? Dakika 15, kumbe dakika tisini. Uwezi wewe, mwanangu. Kaza basi, mwanangu. Mbona unakaa wa kiume mwanangu? Ah, mimi nakaza. Wewe ukazi, wewe ukazi baba, mimi ndani, nikuonyeshe jinsi unavyokaza. Mbwa wewe, wewe! Mwonyeshe nani, unachukuliaje? Njoo kuonyesha, godoro la chuma. Ah, we godoro la chuma. We Nunda, eh bwana, bo Bongo kuna mambo ya ajabu sana. Ah, kuna mambo ya kutisha sana. Yaani Bongo kuna vitu vingi vingi bwana. Ah, mengine inauma sana. Salamu alaikum. Shida gani? Hivi, yule mke wako ulimtoa wapi? Sura yenyewe songesha, shepu tafadhali nipigie. Hivi unioni mimi? Eh? Kwa nini unataka kusimamisha hapo? Kawatafute watoto wenzako huko hivi. Uu, upipu unakusumbua uko unaanza kusimamisha watu barabarani. Sio, unanisumbua mimi, msimama hapa niongee na wewe. Tena nikome. Achana na mke wako ule wa elfu moja mia tisa na ngapi, toka na watoto wa elfu mbili. Mimi sio hazi yako. Sawa? Watoto tunazenzia huko ndio wasimamisho, waambie upuuzi kama ana, mi uh -huh. na ninavyo niambia mimi hapa. Ki. Kana unaona mimi sikufai? Elewe basi. Chef. Niwa na kutane una uzuri wote ule. Mindevu top mkaka mdogo. Unaonelea huruma lakini ni na uzee wako. Astaghfirullah. Sasa hizi shida zangu naenda kunimaliza nani? Anyway, ngoja niende mbele ya safari. Si, si uko Bongo, mapenzi ni uongo uongo. Jamani, Bongo, Bongo, Bongo kuna huyo mke wa mtu kichwa kasuka mabutu, ila fundi kwa utukuutukelele, kutwa usumbufu, amjali mmewe, anawaza umbea. Chakula jampikia, maji kumtengea mumewe, akifika tu kashatembea kwenye vigodoro, vivigodoro vigodoro, yendo ananogewa, kirusha chura tu kashabambiwa. Oh, oh. Maisha ya bongo.